Yes, hatimaye sasa rasmi mchezaji Kylian Mbappe anaondoka na kiatu cha mfungaji bora Golden Boot ya La Liga Santander. Hii ni mara baada ya mchezaji ambaye alikuwa akimfuatia Robert Lewandowski kushindwa kufunga magoli sita ambayo alikuwa akidaiwa na Kylian Mbappe katika mchezo leo wa leo ambao uliokutanisha Athletic club dhidi ya FC Barcelona. Robert Lewandowski amejitahidi, lakini amefanikiwa tu kufunga magoli mawili katika mchezo wa leo. Kylian Mbappe anamaliza msimu wa 2024-2025 akiwa na jumla ya goli moja la ya goli 31 za ligi kuu nchini Hispania. Na kumbuka huu ndio ulikuwa ni msimu wake wa kwanza katika La Liga Santander akiwa na klabu ya Real Madrid. Mbappe pia ameishinda vita ya kiatu cha mfungaji bora wa Ulaya katika ligi zote ambapo ameweza kuwashinda Victor Goyakas wa Sporting Lisbon, lakini pia amemshinda Mohamed Salah, amemshinda na Harry Kane. So Kylian Mbappe ana deserve kupewa pongezi nyingi sana katika msimu wake wa kwanza akiwa na Real Madrid. Amefanya maajabu makubwa kwenye La Liga Santander hii ndio maana, harisi ya striker, jitu la mabao, jitu la magoli kwelikweli. Congratulations Kylian Mbappe. Niupe mtazamo wako juu ya hili, drop your comment hapo kwenye comment. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, hatimaye Mohamed Salah nyota wa klabu ya Liverpool anafanikiwa kuondoka na Golden Boot ama kiatu cha mfungaji bora cha ligi kuu ya nchini Uingereza EPL akiwa na jumla ya magoli ishirini na tisa katika michezo 38 ya ligi ambayo amecheza katika EPL. Leo Mohamed Salah ameweza kuongeza gol la 29 katika mchezo ambao uliokutanisha Liverpool dhidi ya Crystal Palace na ni mchezo ambao ulikuwa ni historical game, kwa sababu ni mchezo ambao Arnold Trent ameweza kuaga rasmi katika klabu ya Liverpool baada ya kuitumikia kwa takriban miaka ishirini toka utotoni huko anaichezea Liverpool mpaka sasa, na klabu ya Liverpool ameweza kukabidhiwa kikombe chao cha ishirini cha ligi kuu ya nchini Uingereza English Premier League so ilikuwa ni mechi fulani hivi ya kuvutia sana kwa klabu ya Liverpool mechi ya historia kwelikweli, japo walipata red card katika dakika 68 ya mchezo, Rian Gavabet alipata red card, lakini hiyo haikuweza kuzuia furaha yao ya kubeba ubingwa, ubingwa wa ishirini wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Congratulations sana Liverpool, kiukweli vita waliipiga kweli kweli katika msimu huu wa 2024 2025, vita wamemaliza salama. Tukutane tena next season katika ligi kuu nchini Uingereza EPL, msimu wa 2025 2026. Je, ni nani atawin? Je, Liverpool wataweza kutetea taji lao msimu ujao? Drop your comment hapo kwenye comment hapo. Ni Supa 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, hatimaye sasa rasmi mchezaji Kylian Mbappe anaondoka na kiatu cha mfungaji bora Golden Boot ya La Liga Santander. Hii ni mara baada ya mchezaji ambaye alikuwa akimfuatia Roberto Lewandowski kushindwa kufunga magoli sita ambayo alikuwa akidaiwa na Kylian Mbappe katika mchezo wa leo ambao uliokutanisha Athletic Club dhidi ya FC Barcelona. Roberto Lewandowski amejitahidi, lakini amefanikiwa tu kufunga magoli mawili katika mchezo wa leo. Kylian Mbappe anamaliza msimu wa 2024/2025 akiwa na jumla ya goli moja, la ya goli 31 za ligi kuu nchini Uhispania, na kumbuka huu ndio ulikuwa ni msimu wake wa kwanza katika La Liga Santander akiwa na klabu ya Real Madrid. Mbappe pia ameishinda vita ya kiatu cha mfungaji bora wa Ulaya katika ligi zote ambapo ameweza kuwashinda Victor Goyakas wa Sporting Lisbon, lakini pia amemshinda Mohamed Salah, amemshinda na Harry Kane. So Kylian Mbappe ana deserve kupewa pongezi nyingi sana katika msimu wake wa kiyo kwanza akiwa na Real Madrid, amefanya maajabu makubwa kwenye La Liga Santander hii. Ndio maana harisi ya striker, jitu la mabao, jitu la magoli kwelikweli. Niupe mtazamo wako juu ya hili, drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super TV ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.